E bwana, moja kati ya habari ambazo zimetufikia hivi karibuni kuhusiana na mambo yanayomuhusu mwanadada Zailisa ni kwamba kuna hizi fununu ambazo watu wadau wa mambo wanadai kwamba eh, Zailisa bwana, amerudi kwa mpenzi wake wa zamani, yani ex, amerudiwa nikiwa namaanisha kwamba eh, lile penzi kati ya Dula Makabila na Zailisa limerudi, maana tunafahamu kabisa kwamba hivi karibuni bwana Eh, ni kwamba Zailisa alikuwa ameolewa na Haji Manara lakini alikuwa ametoka katika ndoa na Dula Makabila. Lakini this time around ni kwamba kumekopo na jambo ambalo kidogo limewachanganya watu, maana imeonekana tena kwa mara nyingine Zailisa akiwa yuko very close na Dula Makabila, na Juma Lokole naye pia amekuja kuposti video ambayo inamuonyesha Zailisa akiwa anamlisha Dula Makabila. Ukachana na hilo ukiona mpaka mpaka mpaka, unaona kitu kama hiki kinatokea, kwamba Zailisa anamlisha Dula Makabila, ujue kabisa kwamba kuna jambo ambalo linaendelea behind the scene. Mpaka Juma Lokole ameamua kuiposti hiyo, na akaandika caption fulani hivi ya kinafiki nafiki pale chini. Kwa hiyo watu wakawa wameshaanza ku speculate kwamba huenda Dula Makabila na Zailisa wakawa wamerudiana kwa namna moja au nyingine, lakini hawajaamua kwenda full eh, fronti kwamba wapo kweli katika mahusiano, lakini pia vile vile tuliona Zailisa alivyoendaga Mwanza eh, tulimwona akiwa anaimba nyimbo na kumtaja Dula Makabila. Jambo lingine ambalo lilifanya watu wengi sana kuamini kwamba kuna possibility kubwa sana kwamba Zailisa akawa amerudi kweli kwa Dula Makabila, kwa sababu kwa sababu mpaka Zailisa anamuimba Dula Makabila kama ni mtu ambaye alikuwa hana maelewano naye mazuri au hana ukaribu naye, hicho kitu kisingewezekana. Lakini kitendo cha kuonekana kwamba Zailisa anamtaja Dula Makabila huko Mwanza wakati wameenda kushuti na wakina Lamata, ni yani kitu ambacho ikaja kuanzisha hizo habari eh, habari au kusambaza zile habari za chini chini kwamba kuna possibility hawa wawili wakawa wana mazungumzo mazuri na huenda wakawa wakaa wameisharudiana low key. Oh. Hebu usikiliza hapa Zailisa alivyokuwa akamtaja mpaka Dula Makabila. Yeah, so hiyo ni moja, hiyo ni moja kati ya video ambazo zikawadokeza watu kwamba kuna possibility kwamba Dula na Zailisa wakawa wako tena penzini kwa mara nyingine. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa sana huko mitandaoni, lakini pia vile vile bwana, wadau wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hizo tetesi tesi ambazo zimekuwa zikisambaa kuhusiana na hili, na hili penzi kurudi tena kwa mara nyingine. Ya, lakini pia ukiachana na hilo pia kitu kingine ambacho kimezungumzwa huko mtandaoni bwana, ni issue ya kuna hii video ambayo Zailisa alikuwa anaonyesha ishara, ambapo wadau wakahisi, kwamba wakawa wanajiuliza kwamba hapo alikuwa anamaanisha nini. So mambo ni mengi, muda mchache zaidi.